Kulingana na ripoti hiyo, shirika la maendeleo ya ngozi nchini ndilo linaongoza kwa kukiuka sheria za ununuzi baada ya kutajwa katika zabuni ya shilingi bilioni mbili nukta tano ya ujenzi wa mtambo wa maji taka. Katika kipindi hicho tume ilichunguza visa 838 vya ufisadi na uhalifu wa kiuchumi unaoendelea na iliwasilisha faili 175 zilizokamilika kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. EACC pia iliongeza juhudi za kurejesha mali kama anavyosema afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Abdi Mohamed. Cases... kupitia kesi hizi tume inanuia kurejesha mali iliyopatikana kwa njia haramu yenye kima cha thamani ya shilingi bilioni nne nukta nane za Kenya. Katika kipindi hicho, tume ilirejesha mali yenye kima cha shilingi bilioni tatu nukta nne katika jimbo la Mandera, aliyekuwa gavana anachunguzwa kwa tuhuma za mgongano wa maslahi kutokana na malipo yasiyo ya kawaida kwa kampuni kumi zilizofanya biashara na kaunti hiyo kati ya mwaka elfu mbili kumi na tatu na mwaka elfu mbili na ishirini zikihusisha shilingi bilioni moja. Majimbo mengine yanayochunguzwa ni Kajiado, Wajia, Kiambu, Turukana, Tranzoya, Bomet, Embu, Garissa, Tranzoya na Siaya. Aidha, udanganyifu wa vieti miongoni mwa maafisa wa serikali umekithiri kama anavyosema mwenyekiti wa tume ya EACC David Oginde, uadilifu lazima uzingatiwe katika kila kiwango cha maendeleo yetu. Inasikitisha sana kuwa hata maafisa wakuu serikalini wanatumia nyaraka ghushi. Miongoni mwa kesi za kiwango cha juu ni uchunguzi kuhusu utoaji usio wa kawaida wa zabuni wa shilingi bilioni moja nukta tatu na baraza la madaktari na madaktari wa meno nchini kwa ujenzi wa kituo cha mafunzo pamoja na ubadhirifu wa shilingi bilioni moja nukta tatu na shirika la umeme la Kenya katika ujenzi wa mtambo wa nishati ya upepo eneo la Lamu Magharibi. Serikali ya Kenya imekuwa ikipambana na ufisadi kupitia uchunguzi wa EACC kufikisha kotini kuwashukiwa na kuimarisha mifumo ya kidijitali ili kufuatilia matumizi ya fedha. Pia imeweka sheria kali zaidi za ununuzi, kufanya ukaguzi wa mali za maafisa na kupambana na utakatishaji fedha kupitia uchunguzi wa kibenki. Hata hivyo, juhudi hizi mara nyingi hukwamishwa na ushawishi wa kisiasa, ucheleweshaji wa kesi mahakamani, na ufisadi uliokita mizizi katika taasisi za umma. Shisia Wasilwa, DW Nairobi.